Kwa majina naitwa anaitwa Baraka Batson Mgerekwa, ni mtayarishaji na mwandaaji wa maudhui ya kilimo. Leo tupo katika chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya ambacho kinaitwa Musti. Leo tupo katika shamba darasa ambalo hutumiwa na kampuni ya Yara kuonesha ni namna gani mbolea za Yara zinafanya kazi na namna gani wanatoa elimu kwa wakulima matumizi sahihi ya mbolea ya Yara. Leo sipo peke yangu, nipo na Bizauda ambaye ni bibi shamba katika darasa hili Bibi Zauda, karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Zauda Jaivu, ni bibi shamba kutokea kampuni la Yara, kampuni ambalo linafanya uzalishaji wa mbolea mbalimbali, mbolea kama Yara mila Otesha, micro Plant, Yara Lega pamoja na Naitubo, na mbolea nyinginezo nyingi ambazo zinatumika katika kilimo. Siku ya leo tunashukuru sana Kilimo ni Fursa TV kututembelea ambapo tutakwenda kumfundisha mkulima, tutakwenda kujifunza katika zao la, la, la nyanya, tutamwonyesha mkulima namna gani anaweza akachagua mbegu bora, lakini pia matumizi ya mbolea kutokea kampuni ya Yara ambazo zitaweza kusaidia mmea wake kuanzia steji inapandwa mpaka anapokwenda kufanya mavuno ili kuweza kufanikiwa katika kilimo asanteni, karibu tuelekee shambani. Asante sana Bisauda. Asante. Ni, karibu, Sasa leo hii hapa tupo katika shambani, sasa tumeshaingia hapa na bibi shamba ametueleza ni kinagaubaga ni namna gani yala inafanya kazi hapa musti katika chuo cha teknolojia, na ni kivipi wakulima watanufaika, na ni namna gani mazao ya, ya, yanayopatikana ya, kutokana na mbolea za yala yanafanya vizuri. Bi Zauda, tuelezee kiufupi ni mbegu gani naona nyanya zimeshamili, ni mbegu gani meitumia mbolea gani na mpaka hapa ilipofika, ina muda gani hapa, bi Zaudi? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa hii ni mbegu ya dhahabu F1 ambayo inatokea katika kampuni la East West, kutokea kampuni ya East West, ambapo katika nyanya hii huduma zinazotumika humu ndani kwa upande wa mbolea ni mbolea kutokea kampuni ya Yara, ambapo wakati wa kupandia tumetumia micro plant ambayo ina NPK na virutubisho vya ziada kama boloni ambao huchochea mmea wako kupata joto hasa kipindi hiki cha baridi. Lakini pia tumetumia yalalega. Yalalega yenye virutubisho aina sita NPK, salfa, zinki pamoja na boloni, ambayo pia inachochea mmea wetu kukua vizuri kama hivi ambavyo mnaona zaidi ni kwamba tumetumia booster ambayo inaitwa YaraVita Crop Boost kutokea kampuni ya Yara ambayo booster hii pia ni booster, ni mbolea ya majani ambayo inasaidia inafanya kazi kwa nje, lakini pia inaimarisha mmea wako kuwa vizuri. Ndivyo hivi kama mnavyoona matokeo yanayotokea hapa shambani. Asante. Aha, sasa ndugu bibi shamba, ndio nilikuwa napenda kujua ni kivipi hii mimea mnaitunza na inashamiri kiasi hiki? Je, mnaweka maji kiasi gani? Eh, mbolea kiasi gani kwa kila mche, ama nyinyi mnafanyaje fanyaje shamba linakuwa namna hii? Kwa upande wa maji ni mpangilio wa shamba husika. Hapa katika kituo cha mafunzo tumeenda mbali, tuna teknolojia ya mfumo wa umwagiliaji ambao tunasema umwagiliaji wa maji kwa mfumo wa matone. Yaani drip irrigation. Ambapo tuna seti muda wetu, tuna uwezo wa kumwagilia ndani ya lisali moja, na kwa wiki ni mara mbili. Hii ni kusaidia kwamba udongo wetu uweze kupata unyevu mzuri na wa kutosha, lakini pia mazao yaweze kustawi kwa vizuri. Ukija upande wa mbolea, tuna mbolea kama hiyo ya maji ambayo ni ya majani ya Lavita Crop Boost. Hii huwa tunapiga mara moja kwa wiki ambapo pia tuna mbolea ya ambayo ni ya lalega ambayo huwa tunaweka kila baada ya wiki mbili, na mbolea hii vipimo vyake huwa ni lita mia mbili za maji kwa kilo mbili za mbolea, ambapo tuna tunaenda kuweka kwenye kila mmea kunyunyizia kidogo kwa kudrench yani. Udrenchi, yani, kwa kwa maana hiyo wake unanyunyizia kabisa kwenye kwenye shina, ndio yani, unanyunyizia kwenye shina baada ya kuwa umeikoroga mbolea yako vizuri, una, una kwa vipimo husika kulingana na mbolea. Ina maana lazima ukutane na mtaalamu. Ndiyo, aweze kukuelewesha. Hii ni mbolea ya ya lalega yenye NPK ambayo huenda inafanana labda NPK ya kumi na tano kumi na tano na kumi na tano ambapo ukiikoroga enye maji yako unakwenda kunyunyizia kwenye, kwenye kila mche kidogo kidogo, ndio ndio, na usizidishe, lazima upate ushauri wa wataalamu. Sasa ndugu, bibi shamba, ndio napenda kujua mimi, ndo mkulima wa kwanza kuingia kwenye shamba la nyanya, labda nataka kulima nyanya, nitumie mbinu gani ili niweze kufanikiwa kama nyinyi mliyofanikiwa hapa katika shamba hili? Asante, asante. Ni rahisi sana lakini ndiyo, pia ni rahisi zaidi ukiwa karibu na wataalamu wetu wa masuala ya kilimo. Kwetu sisi hapa tumepata mbegu yetu hiyo kutokea kampuni ya East West, lakini pia tulichoangalia ni uchaguzi kwanza wa mbegu bora ambayo ndio tumechagua mbegu ya dhahabu kutokea kampuni ya East West, lakini sio mbegu ya kukamua. Usije ukafanya makosa ya kuchukua nyanya ambazo ulishapanda zamani ukakamua kwa ajili ya mbegu. Aha, lakini pia uchaguzi wa mbolea bora kutokea kampuni ya Yara Tanzania ambayo ni mbolea ambayo inafanya kazi vizuri sana kwenye mazao yako. Kwa lazima uwe na bajeti yako ya mbegu lakini pia mbolea, lakini uzingatie uchaguzi bora, lakini pia na huduma zingine ni za kawaida, kama vile maji yawepo kwa wakati katika mmea wako unapohitaji. Mmea mbolea, uwe na mbolea unapohitaji dawa, uwe na dawa. Asante sasa mimi kama ndo mkulima ambaye naenda kuanza shamba langu na naona hapa na, na vitu vingi, labda tusogee kidogo huku tuone vizuri zaidi. Sasa mimi ni mkulima ambaye ninaenda kuanza shamba la nyanya, nitumie mbinu gani ambazo niweze kutambua udongo huu chastawi, nyanya yangu itastawi ama eneo hili nyanya zitastawi kwa kushamiri kabisa? Lazima uzingatie udongo wako uwe tifutifu, lakini kuna njia nyingi za kufanya udongo wako ukawa ni mlaini na ni mzuri kwa ajili ya zao la nyanya. Una uwezo wa kuchanganya udongo wako pamoja na mbolea ambazo zinapatikana hata huko majumbani kwetu. Kwa kuanza, inamaanisha unaweza ukachanganya na samadi Mm -hmm. Au mapumba ya ya, ya mchele amini, yeah. Mpunga kwa sababu gani? Hiyo itasaidia kama udongo ulikuwa ni wa kushikana ambao utasababisha mizizi ya mmea wako kushindwa kutambaa vizuri chini yeah. Itasaidia kwenda kuachanisha, lakini pia itasaidia ule mmea kukua vizuri. Mmea unaposambaza mizizi yake chini vizuri, hiyo inasaidia mmea kujitafutia chakula chake chenyewe, lakini pia kusaidia kukua vizuri, kama hivi unavyoona. ha, asante sana ndiyo. Sasa ko nyanya hizi zinakuwa kwa muda gani mpaka anze kuzaa matunda? Asante kwa swali zuri sana ndugu mtangazaji. Nyanya hizi hapa unapoziona zina mwezi mmoja na wiki mbili, na hivi sasa kuna matunda madogo madogo ambayo tayari yameshaanza. Nyanya hizi tunatarajia miezi miwili na nusu au mpaka miezi mitatu tutakuwa tayari tumeshaanza kuzitoa shambani. Kama unavyoona hapo, kuna matunda madogo kabisa yameshaanza. Ah, haya hapo. Ehe, unaweza ukaangalia ndugu mtazamaji, ndugu mkulima, unaweza ukaona tunda hilo limeshaanza. Tunatarajia mwezi wa saba mwanzoni, tunaanza kutoa matunda yetu. Aha, ndio. Kwa hiyo kwa maana hiyo nyanya inaweza eh, ika tukasema ni dhahabu nyekundu ni dhahabu nyekundu ambayo itakunufaisha itakutajirisha itakwamua uchumi wako kama mkulima na mbegu bora niwe ili, ili, ili, ili, ili, mkulima wa dhahabu nyekundu chagua dhahabu kutoka East West, dhahabu F1. na Basi. usisahau kuchagua mbolea bora kutokea kampuni ya Yara Yara Tanzania Asanteni sana ndugu wakulima, mliojiunga nasi hii siku ya leo kuja hapa katika kituo cha mafunzo kilichopo Mbeya University of Science and Technology. Asanteni. Basi mimi sina mengi na, na mengi zaidi tutazidi kujulishana kwa majina. Nikusisitize mara ya pili, naitwa Baraka Batson, ni mtayarishaji wa vipindi mbalimbali vya kilimo kutokea chaneli ya Kilimo ni Fursa TV. Bila shaka usisahau kulike, kusubscribe komenti na kushare chaneli yetu, ipo katika kurasa tatu za mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bila kusahau njoa musti ujionee vingi kutokea yara. Asanteni. Bye. Bye.